Karibu tuzungumze kuhusiana na nafasi ya gawio katika uchumi wa nchi, ikiwa Juni kumi imetengwa siku mahususi ya kupokea gawio, na ni sehemu ya faida ambayo, uh, ni ya kutoka mashirika na taasisi ambazo kwa sehemu, uh, serikali imewekeza huko, na jana, uh, ilipokelewa. Tutafahamu kwa kina zaidi kuhusiana na nafasi sasa ya gawio hili ikiwa uh, mipango yake miongoni mwa yale ambayo yamekuwa yametajwa eh, ni pamoja na kusaidia sehemu ya bajeti ya uh, taifa ama ya nchi husika lakini kubwa pia uh, kile ambacho kimezungumzwa uh, katika gawio hilo na uh, Rais Samia Suluhu Hassan ndiye alikuwa amepokea uh, uh, katika Ikulu ya hapa Dar es Salaam ikifikia ama michango hiyo ikiwa imefikia kiasi cha shilingi trilioni moja na bilioni ishirini na nane. Tunaye hapa Walter Nguma, mchambuzi wa maswala ya kiuchumi pamoja na fedha, tutafahamu zaidi kutoka kwake, lakini hapo baadaye tutaungana na CPA Nordin Igangula kupata pia mtazamo wake katika hili. Karibu sana Walter. Asante sana Hilda. Naam, uh, kwanza gawio hili mm, ambalo limekuwa likipokelewa uh, mwaka jana tuliona siku yenyewe ikiwa imetengwa na mwaka huu uh, Juni kumi tena ikifanyika hivyo mm. uh, nini hasa ambacho uh, tafsiri yake inapaswa kueleweka kwa wananchi uh, tafsiri yake Hilda ni kwamba uh, maana yake ni kwamba gawio ni wengine, uh, dividend au uh, wale wa Kiingereza mm, viki uh, sasa ukiangalia okay, ni kwamba ndo tunaelekea mwisho wa mwaka wa kifedha wa kiserikali na serikali ina maeneo ambayo imeweka hisa hisa kwa maana ya kwamba mashirika ambayo yanafanya eh, shughuli zake kibiashara na, na, na katika mantiki hiyo, maana yake tunapofikia mwisho wa mwaka uh, wa kifedha maana yake sasa eh, kunakuwa na lile gawio la, la, la, la, la wenye hisa mm. Kwa hiyo ina maana kwamba kule ambako serikali ili, iliwekeza fedha zake maana yake sasa hivi sasa ndio wanapata gawio kutokana na kile ambacho walikiwekeza kwenye yale makampuni au yale mashirika. Kwa maana ya kwamba kama waliwekeza asilimia 40, basi kulingana na jinsi kampuni ilitengeneza faida, sasa serikali inapata hapo fungu lake e, kutokana na, na uwekezaji ambao wao wameufanya ndani ya hayo mashirika. Kwa hiyo e, Watanzania niwaelewe kwamba fedha hizi ambazo zina-, zina rais anazipokea anazipokea kwa niaba ya Watanzania wote mm. e, kwa hiyo ni fedha za Watanzania wote ambazo zinatokana na, na uwekezaji ambao umefanywa na serikali kwa niaba ya Watanzania wote. Kwa hiyo mm. ni fedha yetu hii. Yes. Kwa hiyo wote uh, anisaidie kwenye hili, mm, swala la gawio, gawio ni swala lazima, ni, ni lazima watoto watoe gawio si ndio? Yes. Yes. Lakin, lakini kuna wakati mwingine uh, tumekuwa tukiona hasa mm, kwenye ripoti ya CAG kuna mashirika amakuta wamepata hasara lakini wakati wa gawio pia yanatoa. Ah uh, sasa sasa ukiangalia, kuna yale ambayo ukiangalia, kwa mfano mashirika mengi kwa mfano haya ambayo tumeweka hisa kuna mengine hayakaguliwi na CAG. Mm -hmm. Eh, sio yote yanakaguliwa na CAG. Kuna ambayo hasa haya yanayojenesha kibiashara, utaweza kusikia labda inazungumziwa labda NMB kule au NBC mm -hmm. kwenye ripoti ya CAG kwa sababu CAG eh, hana haya hajapewa hiyo mandatory ya kwenda kufanya eh, kufanya ukaguzi kwenye haya mashirika ambayo sisi tumeniwa na hisa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba uh, kilichokuwa kinachopelekea kwamba unakuta makampuni haya au mashirika haya wakati mwingine yanashindwa kutoa gawio mm -hmm. ni kutokana na pengine makampuni haya kutengeneza hasara mm -hmm. Unajua kama umetengeneza hasara uh, hauna faida, maana yake ni kwamba ni ngumu sana kuweza kusema kwamba unatoa gawio, na ndio maana unaona kwamba hata haya makampuni ambayo yametoa gawio hivi jana mm -hmm. uh, sio yote E, mengine pia bado yameshindwa kutoa gawio mm. Lakini vile vile hata hilo gawio ambalo linatolewa bado unakuta kwamba e, gawio hilo bado unakuta ni kidogo, kwa sababu unakuta kwamba pengine e, shirika limetoa limepata faida kiduchu ukilinganisha na matarajio jinsi ambavyo yalikuwa, kwa hiyo hiki ni kile ambacho kimepatikana au ile faida iliyopatikana kwa mwaka mzima ndicho ambacho tunapata hapo ile asilimia yetu mm -hmm. Kuna mashirika ambayo uh, kuna, kuna mashirika ambayo ya, wao wanatoa huduma mm -hmm. na huduma zake, namna ambavyo zimekaa, huoni namna kwamba wao wanatengeneza faida yoyote, mfano mm -hmm. NIDA Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, lakini ukiangalia jana mm -hmm. eh, kwenye zile taasisi na mashirika yanayotoa asilimia 15 ya mapato mm -hmm. Uh, Nida wao wametoa bilioni 38.8. Sasa anakala kidogo najiuliza kuhusu haya mambo japo, uh, pengine wao nida wangekuwa na majibu zaidi, lakini pia utusaidie kwenye hili uh, ni yupi ambaye ana sifa za kutoa hili gawio? Unajua, unajua kutoa kutoa huduma hakumaanishi kwamba hakuna biashara katikati yake. Unajua, ni sawasawa na kampuni ya ya, ya simu mm. E, sio kwamba ile ni huduma huduma ya mawasiliano, lakini wana, kuna faida yake ambayo wanatengeneza mm. Ukiangalia kwa mfano Nida na wenyewe pia ya, wako watu ambao wana, wana, wana kandarasi humo e, wana, wanafanya biashara na Nida hiyo hiyo e, kwa hiyo na Nida na wenyewe kuna kitu ambacho wanakitengeneza ambacho pia na serikali na wenyewe ina, ina, inapaswa kupata kwa sababu yeye ni mmoja wapo ya mdau, kwa hiyo sio kwamba kila huduma ni kwamba haina biashara yake ndani yake. Unajua hata eh, hata ha, hata Dawasco da, Dawasco mm -hmm. Eh, ni wanatoa huduma lakini kuna bili zinalipo pale mm -hmm. Yani endapo kuna mahusiano yoyote ambayo inahusisha na tenda na nini basi ujue kabisa kwamba kuna kuna maokoto ambayo pia na yenyewe yanapatikana hapo mm -hmm. Yes. Sio kwamba kila huduma inakuwa ni, ni, ni bure. Hata ukienda hospitali kuna, kuna, kuna namna ambavyo eh, lazima utalipia eh, iwe ni kwa kutumia bima au utalipia kwa, ku, eh, kwa, kwa, kwa keshe, lakini lazima kuna malipo ambayo yanafanyika, japokuwa ni huduma ya msingi mm -hmm. Yes. Sasa awali ulisema kwamba fedha hizi <coughs> ni za wananchi na zinarejeshwa mm -hmm. kwa wananchi lakini mwananchi uh, ana, ana, ana, uh, hisi vipi kwamba zinamgusa moja kwa moja mwananchi? ana, ana, ana, anaweza kufahamu kwamba fedha hizi zinamgusa moja kwa moja kwa sababu, kwa mfano hivi sasa eh, tumepokea hizi trilioni moja na bilioni ishirini na nane. Maana yake ni kwamba fedha hizi zinakwenda kwenda kuisaidia serikali kwenye maswala ya kibajeti mm-hmm. na matokeo yake ni kwamba kama tunaweza kupata gawio kubwa zaidi maana yake ni kwamba tunaendelea kumpunguzia mwananchi eh, yale makali ya kodi, tozo na ada mbalimbali mbali, kwa sababu tayari kuna fedha ambazo tulizichukua tukawekeza mahali, sasa tumepata fedha, tumepata faida. Kama tumepata faida, maana yake ni kwamba sasa tunamwambia mwananchi kwenye ile kwenye ile tozo fulani au kwenye ile ada fulani, ngoja tupunguze, kwa sababu hii fedha hiyo, eh, fedha ambayo tulikuwa tunaichukua kutoka kwako kwa sasa tumeipata, tunaenda kuipeleka kwa ajili ya kutengeneza barabara au kwa ajili ya lakini maji. Mara, mara ngapi hilo limekuwa likifanya kifanyika. Naam. L lakini mara ngapi hilo limekuwa likifanyika? lilinakuwa li, linatekelezeka kutokana na kile kiasi ambacho wanakipata, kwa sababu ukiangalia Hilda, ukiangalia kihistoria unagundua kwamba e, gawio hili ndiyo limefika kwa mara ya kwanza trilioni moja. mm. Haijawahi kufika huko, mm. Mwaka jana ilikuwa ni bilioni mia sita na lakini mm -hmm. Kadiri unavyorudi unavyorudi nyuma bado mashirika haya yalikuwa katika mfumo wa kutengeneza hasara zaidi kuliko faida na wakati mwingine ilikuwa inatupa maumivu zaidi wananchi kuliko Eh, kuliko faida kwa sababu eh, bado mashirika mengine yalikuwa yanategemea kupata fedha kutoka serikalini kwa maana ya ruzuku, kutokana na kwamba yalikuwa yanatengeneza hasara. Kwa hiyo tunapoona kwamba imefika trilioni moja maana yake ni kwamba sasa, tunataka tunatamani kuliona hilo likienda kuonekana kwenye bajeti ambayo ina inafuata, ina kwamba kama tumepata trilioni moja maana yake ni kwamba kwenye bajeti inayokuja tunategemea kuona kuna, kuna sehemu fulani pengine kamba italegezwa kutokana na hiki ambacho tumekipata, lakini mwanzoni ilikuwa haionekani kwa sababu ya hasara ambazo zilikuwa zinatengenezwa na mashirika. Umezungumza ongezeko la uh, gawio bilioni 611, mwaka jana, sasa hivi unazungumza trilioni 1.028 28 yeah. Maanake haya mashirika sasa yana faida kubwa sana kwa nchi. Iko sababu ya kuongezwa mashirika mengine? Ha, unajua swala sio sisi kuongeza mashirika, swala ni serikali kuendelea kuwekeza, kwa maana ya kwamba hata kesho serikali kama Azam wakisema kwamba wanatoa hisa uhum. Na kama Azam wanatengeneza faida, serikali inaweza kanunua hisa pia kwa ajili ya kuendelea kutengeneza namna fulani ya kuendelea kuongeza mapato nje ya kutegemea tu kodi kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo ni, ni jambo ambalo linawezekana ina, hatusemi tu kwamba kwa ajili kwa ya kupata hizi faida ukaanzishe mashirika uh -uh. Tunasema kwamba lazima unaangalia, kwa mfano hata ukienda kwa wenzetu Kenya wanafanya hivyo hivyo. Ukiangalia makampuni makubwa yale ya kibiashara yanayotengeneza faida kubwa kule, kule, kule Kenya. mm -hmm. Naenda kwa hawa wenzetu jirani unakuta kwamba serikali wanavihisa pale, asilimia kumi na sita, asilimia kumi. Kwa hiyo angalau wanapokuwa wanafika mwisho wa mwaka eh, kuna fedha fulani wanaipata kutoka kwenye haya mashirika ambayo inawasaidia kwenye masuala ya kimaendeleo mm -hmm. mm -hmm ikichangia trilioni moja nukta sifuri mbili nane maana yake ana mchango mkubwa pia kwenye kusaidia pengine kulipa deni la taifa. Hayawezi haya ya mashirika kutumika kwenye kukopa? Kwa sababu wakati serikali inakopa uh, na inaenda tena kuyasaidia mashirika pengine kwa kutoa ruzuku ama kwa namna nyingine yoyote kwa nini haya mashirika pia yasitumike kwenye kukopa yenyewe ndio yafanye hilo jukumu la kukopa? Ni, ni, ni kweli sasa, una, ili uweze, ili haya mashirika sasa hmm. yaweze kupata hiyo mikopo, maana yake ni kwamba lazima <laughs> yaonyeshe ya uhai hmm. yaonyeshe kwamba yana uwezo wa kutengeneza faida, lakini vile vile yaonyeshe kabisa kwamba yana uwezo wa kuweza kurejesha hiyo mikopo. Na ndio maana ukiangalia a, kuna wakati hata serikali ilikuwa inahitaji kukopa fedha kwa ajili ya kutanua kwa mfano bandari ya Dar es Salaam, lakini walikuwa wanakosa. Lakini bandari imetoa gawio ya bilioni mia moja themanini gawio limetolewa sasa hivi kubwa mm. kutokana na kwamba tayari kuna mbia ambaye yuko ndani ya, ya bandari ambaye ameonekana kufanya vizuri na anatengeneza faida kubwa mm. kwa hiyo na yeye kutokana na pia huyu mbia ambaye yuko pale, pale bandari anajulikana kimataifa, ana nguvu kwenye maswala hayo kwa hiyo, kwa hiyo, tusitegemee kusikia banda, e, kuna mkopo umekopwa kwa ajili ya ku, kusaidia maendeleo ya bandari. Hatuwezi kusikia hiyo labda, kwa, labda kwa kulingana na ule mkataba mimi siujui vizuri mm -hmm. Labda kwa ajili ya bandari nyingine, lakini kwa pale ambapo tunajua kwamba kuna mwekezaji, maanake ni kwamba ni ngumu kusikia serikali imeenda kukopa kwa ajili ya pale mm -hmm. Otherwise, kama ikifikia hatua hiyo, basi inabidi na mkataba huo, unajua nasema kwamba e, kama tunaweka hisa sehemu na ikawa kwamba hiyo sehemu inatengeneza hasara kwa, kwa, kwa kipindi kirefu hata miaka mitatu minne, hakuna haja ya kuendelea na hiyo ndoa, ni afadhali ikafa, tukachukua hizo fedha tukazipeleka mahali pengine ambako kuna faida, kwa sababu sehemu za kuwekeza zipo nyingi. E, tusitegemee sehemu ambayo inatengeneza hasara hasara hasara hasara kila wakati e, wakati kuna sehemu nyingine ambayo tunaweza tukapeleka fedha hizo na tukapata faida. Kwa hiyo kama kuna maeneo ambayo yanaonekana kwamba kuna faida kubwa, ni vizuri serikali ikapeleka fedha zake pale kuliko kutege, kuendelea kusubiria sehemu ambayo yenyewe haitoi maziwa, inasubiria tu kupewa majani, lakini maziwa hamna. Hiyo haiwezekani. Yes. Yapo baadhi ya mashirika ambayo uh, kama ulivyoeleza haya yenyewe hayatengenezi faida mm. uh, lakini yanatumia ya kila wakati uh, rasilimali kutoka serikali uh, na kutoka kwenye umma uh, kwa, kwa, kwa, kwa upande wa, wa haya sasa uh, ni kwa sababu ya kile ambacho ama huduma ambayo wanaitoa ama kuna uwezekano pia uh, hayo mashirika uwezekano uh, wa kutengeneza faida haupo kabisa. Kuna unajua, mpaka inafikia hatua serikali inapeleka fedha mahali mm. eh, au kununua hisa, ninaamini kabisa kwamba tathmini imeshafanyika kwamba hapa kuna uwezekano wa kupata chochote kitu mm. Lakini inapotokea kwamba hicho chochote kitu hakipatikani maana yake ni kwamba kuna makosa ambayo yanafanyika. Inawe, unajua, kuna wakati haya mashirika kama yalitengeneza mtandao fulani hivi wa kuchukua fedha kutoka serikalini kwa sababu wanajua tu kwamba kuna ruzuku. Kwa hiyo wanatengeneza mfumo fulani hivi wa kuonyesha kwamba hakuna faida yoyote imepatikana, zaidi ni hasara tu imepatikana, jambo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo ni swala la kuendelea kuangalia weledi na usimamizi, lakini ikionekana kwamba hivyo vyote viko sawa na hakuna faida basi hakuna sababu ya kuwepo kwa hiyo biashara au kwa sababu ya kuwepo kwenye, kwenye hilo shirika, tuchomoe hiyo hisa tupeleke sehemu nyingine mm-hmm. yes. yapo mashirika kama vile um, shirika la ndege mfano mm. Uh, si tu hapa lakini hata katika mataifa mengine ambayo unaona ni sekta ambayo uh, faida kupatikana ni nadra sana na ni mashirika machache sana duniani yenyewe ambayo yamekuwa yakitengeneza faida uh, kwa muktadha huo unadhani nini kifanyike? Unajua, kwa mfano ukiangalia shirika letu la ndege eh, halijawa moja kwa moja kwa kwafano, si, sijui kama kuna kampuni binafsi ambayo imeungana na serikali kwenye kufanya pale. Ukiangalia, asilimia kubwa bado iko chini ya serikali kwa mm. Hiyo ikiwa chini ya serikali kwa asilimia miamoja, maana yake ni kwamba eh, wakati mwingine kuna uzembe moja mbili tatu zinaweza zikawa zinafanyika. Ni tofauti na yale mashirika ambayo utayasikia pengine yako Eh, kuna muunganiko kati ya serikali na, na, na, na, na sekta binafsi kwa maana ya ile PPP. Sasa kama ikiwa uh, iko chini ya serikali moja kwa moja maana yake ni kwamba hawa wanajua kabisa kwamba tutengeneze faida, tutengeneze hasara, kwa vyovyote vile mishahara tutapata, posho tutapata, kila kitu tutapata mm. Kwa hiyo ndio tofauti, lakini ingelikuwa kwamba ni shirika ambalo Eh, ni kama ilivyo mashirika yale binafsi ambayo tumeyasikia NMB na NBC huko, ingelikuwa ndivyo hivyo na haya mashirika ya shirika la ndege lingekuwa, basi tungeweza kulijaji moja kwa moja, lakini linapokuwa chini ya serikali kwa asilimia mia moja, kwa sababu kuna ule kuna ule msemo wa kwamba serikali haifanyi biashara maana yake mm, ni kwamba unatengeneza unatengeneza wingu fulani ndani ya yale mashirika kuona kwamba sisi hatufanyi biashara, sisi tunatoa huduma kwa hiyo matokeo yake ni kwamba e, inaweza ikawa ni shida, na nakumbuka kuna wakati achana na ripoti ya mwaka huu ya CAG, ile iliyopita e, na kuna ile kamati ambayo mheshimiwa Rais aliweza kuiunda ya kuchunguza shirika la ndege ambayo ilionyesha kabisa kwamba hata ndani ya ile shirika kulikuwa hakuna hata mtaalamu wa anga. Unaweza kuona huo uzembe mkubwa ambao ulikuwa unafanyika, maana yake kwamba hata wataalamu wa masuala ya, ya ndege masuala ya anga, usimamizi wa kibiashara na nini walikwepo, ni wachache mno na sekta, na, na, na baadhi ya, ya, ya department hakuna kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo walikuwa wanajiendesha, unaweza kuona kwamba ile ile fikra au ile mentality ya kibiashara ilikuwa haipo katikati yao. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuona kwamba kama tunataka kuona kwamba shirika hili lina linatengeneza lina, lina, lina, faida japokuwa ya faida yake huwezi kuiona kwa haraka kwa sababu tumeweka fedha nyingi kwenye kununua zile ndege, kwa hiyo huwezi kuzipata kwa sasa hivi lakini kuna kuna namna fulani tunaweza kuendelea kuboresha na ikiwezekana e, mashirika haya tukaona namna gani ambavyo tunaweza pia e, kualika sekta binafsi wakaweza kufanya kazi kwa pamoja na serikali, japokuwa kwamba inahitajika umakini mkubwa katika kuangalia kwamba ni nani ambaye tunashirikiana naye kwenye, kwenye biashara hiyo. Walter, nataka uh, kuna hii ajenda ama hoja, ni kwa sababu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi hmm, utanisaidia kama inaweza kuwa sawa, inaweza kando, inaanza tunaianzisha hapa okay. Kwa mfano tunazungumza mashirika na hizi taasisi ambazo zinatoa gawio, vipi kuhusu hizi manispaa? Kwa sababu tunafahamu manispaa uh, zina vyanzo vingi vya mapato mm, ushuru uh, kodi na kadhalika, pengine inawezekana na wao wawezi kuwa sehemu ya wao kuwa pia wanatoa gawio ili kute, kupima pia ufanisi wao <laughs> inawezekaka ikawa hey, ni hoja ambayo tunaanzisha pengine hata kwenye wizara mbalimbali, kwa sababu zipo wizara ambazo ndani yake kuna taasisi nyingi ambazo pengine tungetarajia kuziona zikitoa gawio pia. Unajua, fedha ambayo inakusanywa na manispaa e, iko kwenye utaratibu. Unajua, ile ni fedha ambayo inakusanywa e, sio fedha ambayo inatokana na kwamba pengine tumeuza mchele gunia mia mbili au ni fedha ambayo inapatikana kutokana na kwamba tumeuza kitu fulani ha, au tumetoa huduma fulani mm. Hapana, kuna masoko ambayo wananchi wanalipa kodi, lakini kuna ushuru dhidi ya mambo mbalimbali. Ndio hayo sasa, kwamba sisi tunakusanya mm. Yani, sisi pale manispaa zaidi wanakusanya like. Eh, mm. lakini sio kwamba wanakaa mezani, kuna vikao, kuna ule mfanyabiashara kwamba sasa nimepata faida nimepata hasara haipo. Maanake ni kwamba sisi tumekwambia ni shilingi elfu kumi na tano, ni shilingi elfu kumi na tano. Kwa hiyo ni tofauti na kwenye haya mashirika. Eh, sasa na pia huwezi uka, ukazifanya manispaa kuwa mashirika au makampuni kiasi kwamba unaweza ukawalika watu wengine pia kununua hisa. Maana yake ni kwamba kuna watu wataumia, eh, kwa sababu sio fedha ambayo inatokana na biashara, ni fedha ambayo inatokana nana na, na, na, na, na makusanyo kwamba kwenye masoko kwenye kwenye kwenye mafremu kwenye nini ambako kuna kuna fedha ambazo zinakusanya mwisho wa siku zinakusanywa na manispaa na zinatumiwa kwa ajili ya maendeleo ya eneo husika. Baadhi ya wizara ah, kwenye wizara kwenye, unajua kwenye wizara ndio ndiko ambako kulitokea haya mengine tunayoyaona, haya mashirika ha, haya mashirika ya mengi yalizaliwa kwenye hizi wizara. E, na ndio maana baadaye sasa kutenganisha serikali na biashara ndio tukaja na hii mifumo ya PPP kwamba uh, ushirikiano kati ya sekta binafsi na serikali kwenye kufanya biashara na katika namna ya kuongeza ufanisi eh, kwa haya mashirika ili yaweze kufanya vizuri. kwa mfano hmm. Uh, sasa hivi labda kwenye Wizara ya madini uh, zipo sekta mbalimbali ndani yake yes. ambazo unaona pengine zenyewe ziko zina nafasi ya kutoa gawio yeah. Sasa inawezekana Wizara ya madini yenyewe ikapita kwenye hizo taasisi ili kuweza kukusanya na sasa, ukiangalia kwa mfano wizara ya madini, wao hawachimbi madini hmm. Yaani wao hawachimbi madini, wao wanashughulika zaidi na masuala ya sera hmm. Wanashughulika zaidi na masuala ya sera. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, kinachotokea ni kwamba kutokana na kwamba wao wanahusika tu na kusimamia e, sera na sheria zile zinazohusika na masuala ya madini hmm. E, maanake ni kwamba yeye hana mitambo ya kusema kwamba mimi naingia chini tunachimba, niangalie hivi na hivi, lakini ni kwamba yeye anayasimamia tu e, kinachotokea ni kwamba yenyewe inaweza ikaishauri serikali kwamba kutokana na hiki kinachoendelea kwenye sekta ya madini, kutokana na kampuni hii inayotaka kuja kuwekeza hapa kwenye upande wa madini, basi serikali huyu tusimpe moja kwa moja kwa asilimia zote, maanake ni kwamba huyu awe na asilimia sitini, sisi tuwe na asilimia arobaini. Hmm, au tuwe na yeye awe aje na asilimia arobaini, sisi tuna na sitini. Kwa hiyo inategemea ina, lakini ile kusema kwamba eh, ni wizara ifanye, maanake ni kwamba sasa, eh, wizara itabidi ianze kumiliki migodi Eh, wakati migodi yote ni mali ya serikali, yeye anapaswa kuisimamia, aone kwamba kila kitu kinafanyika vizuri, biashara ya madini inafanyika vizuri, masoko yapo na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo yeye anachokifanya ni ni ni, yaani ni, ni, ni ni ni kama kama lubricant, ni kutaka kuona mambo yanakwenda bila eh, bila kukwama mahali popote. Kwa hiyo eh, yeye ni kuendelea kuishauri tu serikali, ni kama tunavyoona eh, sasa hivi eh, serikali ina, ina, ina, ina kwa ajili ya kujekea ile gold reserve mm. Maanake ni kwamba inanunua kutoka kwenye hayo makampuni ambayo yanachimba madini na hivyo na, na, na kuweza ku, kuhifadhi kwa ajili ya, ya, faida ya baadaye. Kwa hiyo na Mm -hmm. Yes, kwa, kwa kwa kwa, kwa hiyo kwa hiyo ndicho ambacho kina, kinaendelea. Kwa hiyo kusema kwamba serikali au wizara ianze kufanya hivyo maanake ni kwamba <laughs> <laughs> Naam, Walter. Hai, sasa mwaka jana, mwaka wa fedha uliopita ambao ilikuwa 2023 2024 mm -hmm. Uh, kiasi cha shilingi uh, bilioni mia saba na sitini na saba nukta moja mm -hmm, ndio kilipatikana mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. uh, na mchango wa mwaka elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano imekuwa ni trilioni moja nukta sifuri mbili mm -hmm. nane kwa hiyo ni ongezeko kubwa ongezeko, yes, uh, hilo la asilimia sitini na nane. Sasa, sasa Hilda mm. Ukija kuangalia kwa mfano hili ongezeko sio kwamba moja kwa moja linatokana na na yale yale mashirika ambayo tumeyazoea mm -hmm. Ukiangalia hapo kuna, kuna kuna kuna mashirika au makampuni mengine ambayo yameongezeka mm -hmm. Kwa maana ya kwamba unazungumzia kwa mfano kule bandarini mm -hmm. Eh, kwamba wale wameongezeka kwa maana kwa ya kwamba wawekezaji wamekuwa pia ni sehemu ya ongezeko hili. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwenye yale mashirika ambayo tuko nayo bado kuna kazi pia ya kufanya ili kuweza kuhakikisha kwamba na wenyewe wanatoa eh, wanatoa wa, wanatoa eh, gawio eh, zuri zaidi, naam, um, nzuri yes. zaidi. Nurdin, uh, karibu sana tulikuwa tumekwisha anza. Um, CPA Nurdin Gangula yeye yuko Arusha kwa sababu ya Russia na mtandao pia, lakini maoni yako ni yapi hasa uh, kutokana na gawio hili ambalo limepokelewa na zaidi kwa upande wa wananchi eh, na namna pia ambavyo eh, linawahusu moja kwa moja. Habari okay, ya uh, asubuhi studio. Kimsingi tunatarajia kama uh, changamoto ya gawio la serikali lina tofauti kidogo na lile gawio la private sector, ile dividend, mfano kutoka CRDB au makampuni hayo ya boy hapo kwenye soko la hisa. Uh, gawio la serikali kuna wale ambao wanachangia asilimia kumi na tano kwenye mapato ghafi na kuna wale ambao wanachangia kiasi fulani ambao wao wana mapato machache au hawapati faida. Sasa kama ingekuwa gawio lina reflect kwamba baada ya mapato umetoa matumizi kinachobaki ndo mnagawana na serikali kidogo kingeweza kuwa kina reflect ufanisi wa taasisi husika, lakini uh, sasa hivi wanatakiwa wapambane, watengeneze fedha ili kuipa serikali irrespective ya kuangalia wamepata faida au wamepata hasara. Kwa hiyo kwa kuanzia sio mbaya, kwa sababu wana, wana mashirika mengi ya serikali yamekuwa yanafanya kazi katika uh, hayafanyi katika ufanisi mkubwa kwa maana efficiency ilikuwa iko chini. Kwao ukiwekea target kidogo yanaanza kubadilika na kufanya kazi vizuri. Lakini natamani huko mbele tunapoenda waanze sasa kutoa gawio kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye faida zao wanazizalisha kwa maana wachukue mapato mat, ma, watoe matumizi kinachobaki, kama ambavyo private sector inafanya ndani uh, huko itaweza kuwa inaonesha even sustainability na, na, na ukuaji wa hayo mataasisi eh, vizuri zaidi zaidi. Shukran sana. Uh, muda wetu umetuishia, lakini asante pia, asante uh, sana kwa mchango wako huo ambao umetueleza mm -hmm. Na uh, mwisho pia tulimsikia Rais Samia akieleza kwamba wakati mwingine hata magawio akiwa anatolewa wengine wasija wakajikamua sana mm -hmm. eh, eh, wakatoa hata kile ambacho kilikuwa mm -hmm. hakipo na hicho ndicho ambacho alikisema rais, lengo hilo ni kufikia pengine tuone tena uh, kile ambacho kimeelezwa mm -hmm. uh, lengo mm -hmm. ni kufikia angalau trilioni moja point tano mwakani mm -hmm. Asante kwa kwa nasi. Tunakamilisha hivyo. Tumezungumza hapa na Walter Nguma mchambuzi wa masuala ya uchumi na CPA Nurdin Gangula akiwa kule Arusha. O tumempata hapa mwishoni, lakini tunashukuru sana pia kwa kushiriki pamoja nasi uh, CPA pamoja na Walter. Asante sana. Asante pia kwako. Endelea kufuatilia UTV <mucho>